Tanzania. Kwa hiyo tujipongeze sana Watanzania kwamba tumefanikiwa kwa mara nyingine baada ya miaka sabini huko ambayo watu walikuwa wanacheza bila viatu, leo wachezaji wanacheza modern football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 Mtajiuliza haya mambo sisi tunayajua vipi? Tuliyazungumza kuhusu Oktoba 29 tukawasii wananchi wasijitokeze, wasi, baadhi yao walijitokeza. Tutaki kulaumiana, ilishatokea, washajifunza. Sasa tuna mpango huo wa ziara, mimi na ndugu yangu Yona. Natumia fursa hii kuwaambia wadau, kama inawapendeza, ni muhimu kutupa sapoti sana. Mimi sitaki kupepesa macho